Habari, karibu tena katika chaneli yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo taelezea dalili za homoni kuvurugika. Wanawake wengi wamekuwa kituliza, je, dalili za homoni kuvurugika ni zipi? Nikumbushe kama ni mara ya kwanza kufatia chaneli yetu basi usahau kusubscribe na comment ya ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama hauna swali lolote, hauna changamoto yoyote ambayo umekuwa ukipitia ukiwa hapo nyumbani na ufahamu namna ya kuondokana na changamoto hiyo, basi JWS Herbal Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kukusaidia kuondokana na hiyo changamoto a, moja kwa moja. Tufahamu, bwana mke ana homoni karibia sita na kila homoni inakuwa na kazi zake, na hizi homoni ndio zinamfanya mwanamke aweze kubeba au aweze kupata ujauzito kiurahisi. Kwa hiyo ikitokea hizi uh, homoni zimevurugika, basi ndugu yangu aujue, uh, kwamba ni ngumu sana kuweza kubeba uh, ujauzito. Na kati ya madhara makubwa ya homoni kuvurugika, madhara makubwa kabisa, uh, zinamfanya mwanamke ashindwe kubeba ujauzito. Lakini uh, namba mbili ni kwamba inapelekea changamoto ya kuwa na maambukizi ya mara kwa mara especially maambukizi ukeni, kwa sababu wale bakteria atawabadilisha mazingira, na ukisha wabadilishia mazingira wale bakteria wazuri, basi wanageuka kuwa uh, wabaya. Kwa hiyo unakuta na homoni, kwa mfano, kuna homoni ya prolactin inayotumika kutengeneza maziwa, ndio maana unakuta mwanamke matiti yake ni makubwa kuliko mwanaume. Ukiona hivyo basi ujue ni prolactin. Lakini pia ana homoni ya testosterone, ana homoni ya estrogen, ana homoni ya progesterone na uh, hizo zote ni homoni zinazomsaidia mwanamke kuweza kubeba ujauzito. Sasa leo nitajikita kwenye dalili. Sasa ni dalili zipi zinazoonesha kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika? Namba moja ya kuonesha kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika, kwanza kitendo cha wewe kushindwa kubeba ujauzito. Asilimia karibia 80 mpaka 85 ya wanawake wengi hawabebi mimba kwa sababu ya homoni zao kuvurugika. Lakini bahati nzuri, kwenye video ambazo zimepita tumeelezea cha chanzo cha homoni kuvurugika. Kwa hiyo kama hujaona, basi utapatilia kwenye chaneli yetu uone chanzo cha umri kuvurugika ni kipi. Kwa hiyo dalili namba moja ni kushindwa kubeba Uh, ujauzito, lakini dalili namba mbili ni kukosa hamu ya tendo la ndoa. Sasa hivi tuna wanawake wengi ambao, ndugu yangu, kufanya uh, tendo la ndoa ni kama vile wanalazimishwa. Unakuta hana hamu kabisa, ana hamu uh, ya kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo, kama unaona hauna hamu ya kufanya tendo la ndoa basi ndugu yangu jua ni homoni zako zimevurugika. Lakini uh, ya pili ni kwamba uh, hauwezi kupata ute wa mimba, ute wa uzazi, na ule ute wengi. Sasa wanawake wengi hawauoni. Na kama una changamoto ya kubeba ujauzito, ndugu yangu fatilia, hebu angalia, je, unapata ute wa mimba? Wengi hawapati ule ute wa mimba. Kwa hiyo kama haupati ute wa mimba, ndugu yangu basi jua homoni zako zimevurugika, na ni ngumu kwako wewe kuweza kubeba ujauzito moja kwa moja. Lakini dalili nyingine ya homoni kuvurugika ni maziwa kuwasha, kubu, maziwa kuuma, maziwa kutoa maziwa, wa ilhali wewe sio mjamzito mzito wala hauna Uh, hawara haunionyeshi. Kwa hiyo wengi wanakuwa wamepitia hii changamoto. Kwa hiyo ukiona una changamoto hiyo, basi jua moja kwa moja homoni ya prolactin imeweza kushuka au imeweza kuwa uh, kiwango cha juu zaidi, ndio maana inapelekea changamoto uh, ya maziwa kuta, maziwa yanauma, maziwa yanatoa maziwa, maziwa yanatoa uh, maji maji. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, jua kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika. Dalili nyingine mada, mabadiliko ya ngozi, unakuta ngozi inakuwa kavu, ngozi inakuwa uh, kama ina mabaka mabaka, yaani ngozi inakuwa uh, haieleweki na ngozi unakuta inachunusi. Ukikuta ngozi uh, imekuwa kwenye namna hiyo basi ujue pia wewe mwanamke homoni zako zimeweza kuvurugika. Ina maana unatakiwa kupata tiba, na wengi wao wanakimbilia na rosheni au mafuta fulani ya kupaka. Ndugu yangu, kama una changamoto hiyo, basi hakikisha una balance homoni zako, na kama una changamoto hiyo yote, basi JWS Herbal Clinic tupo kwa ajili yako, tuko kwa ajili ya kusaidia wewe kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia mabadiliko katika hedhi, watu wengine, kwanza, unaweza kawa hauoni siku zako, lakini cha pili, siku zako zina azinarukaruka unazokuta ruka, mwezi huu zinakuja mwezi unaokuja aziji. Namba tatu ni kwamba na unapata hezi yenye mabonge hezi yenye vinyama hezi ambayo haieleweki, unakuta damu nyeusi, nyingine unakuta ni nyingi na nyingine chache. Basi ukiona changamoto hizo zote, basi jua una changamoto katika homoni zako, ina maana homoni zako zimeweza kuvurugika. Sanjari na hayo, ni kwamba kupata maumivu makali unapokuwa kwenye siku zako, yani kuna wanawake wakiwa kwenye siku zao, basi wanakuwa wanapata maumivu makali chini ya kitovu plus kitovu kuvuta. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, basi ajua ni kwamba kuna changamoto unayo ambayo ni ya homoni zako kuweza kuvurugika. Lakini pia mabadiliko katika uzito, unakuta uzito kuongezeka ghafla au kupungua ghafla, basi jua ni moja kwa moja, hiyo ni dalili ya homoni zako kuvurugika. Yani kuongezeka ghafla, kupungua ghafla, basi jua kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika. Lakini pia a, tatizo la kukosa usingizi. Yani kuna wanawake unakuta, mara nyingi unakuta hapati usingizi vizuri, basi jua homoni zako homoni zako zimeweza Kuvurugika. Lakini pia uh, inapelekea mtu kuweza kuwa na hasira ovyo ovyo ovyo, yani unakuta mtu anakuwa na hasira kitu kidogo, ameshachukia amesharusha maneno, basi ujue ni changamoto ya homoni uh, kuvurugika. Tunasema mabadiliko ya hisia ambayo tumesema kukosa hamu ya tendo la ndoa. Lakini pia Dalili nyingine ni kwamba upoteaji wa nywele, yaani unakuta mwanamke nywele zake zinakuwa, zinakuwa zinanyonyoka, nywele zako zinakuwa zitoki, basi jua kwamba una changamoto ya homoni, ya homoni kuweza kuvurugika. Lakini pia mabadiliko mengine tumesema Aa, ni ile ambayo unapata mara nyingi unapata infections au unapata maambukizi ya magonjwa mbalimbali kama PID, una fangasi, ah, unapata UTI. Mara nyingi haya magonjwa tumeweza kusema kwamba tunayapata uh, kwenye vyoo lakini pia haya mag magonjwa unaweza kuyapata mwenyewe bila kuambukizwa kwa namna yoyote ile, kwa sababu haya magonjwa yanasababishwa na bakteria, nasababishwa na virus. Kwa hiyo ikitokea wale bakteria wazuri wabadilisha yale mazingira na yamekuwa mabaya, ndugu yangu, itakupelekea changamoto hiyo ya homoni kuweza uh, changamoto hiyo ya homoni kuweza uh, kuvurugika. Kwa hiyo hizo ndo baadhi uh, ya dalili ambazo uh, ambazo zina zinaonesha kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika. Kwa hiyo kama una changamoto ya homoni kuvurugika, basi tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kukusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Tuambie hapo chini, je, ni dalili gani ambayo wewe unayo ambayo imekuwa ikikutesa, imekufanya ukose usingizi, imekufanya ikupe maumivu? Tuambie hapo chini kwenye comment na sisi tutaweza kuelekeza namna gani ufanye ili kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Kumbuka au usisahau kusubscribe na no comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo tuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.